Katika jukumu la malezi ya vijana Jeshi la Kujenga Taifa linaendesha mafunzo kwa kundi la lazima, yaani mujibu wa sheria na kundi la kujitolea, ambapo kundi la lazima vijana hufanya mafunzo kwa muda wa miezi mitatu, na kundi la kujitolea vijana hufanya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa muda wa miaka miwili. Vijana hao baada ya kumaliza mkataba wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kundi la lazima yani mujibu wa sheria na kundi la kujitolea hupewa cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Cheti hicho hutolewa na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa vijana wote waliohitimu mafunzo na kukidhi vigezo vya mafunzo hayo. Vyeti hivyo vimekuwa vikitumiwa na baadhi ya vijana kupata ajira katika taasisi za kiserikali zisizo za kiserikali na makampuni mbalimbali yanayohitaji kigezo cha kijana aliyepitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sifa muhimu kupata nafasi ya ajira sehemu hizo. Hivi karibuni Jeshi la Kujenga Taifa limebaini uwepo wa vyeti vya kughushi vilivyotumiwa na baadhi ya vijana ambao sio waaminifu ili kujipatia ajira katika taasisi na makampuni yanayohitaji watendaji waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa wale wote waliobainika na watakaobainika kughushi cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa matumizi yoyote yale hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la kujenga taifa lipo tayari kutoa ushirikiano kwa taasisi na makampuni yote yanayohitaji uhakiki wa vyeti vya jeshi la kujenga taifa kwa watumishi wao waliopitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa. Jeshi la kujenga taifa linaendelea kusisitiza kuwa nafasi za kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa zinatolewa kila mwaka kwa vijana wote wa Kitanzania wenye sifa ili wamalizapo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa waweze kupata cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kiuhalali. Pia Jeshi la Kujenga Taifa linawakumbusha wananchi kuwa nafasi hizo zinatolewa kwa kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii hapa nchini, hivyo wananchi waepuke kutapeliwa kwa namna yoyote ile, ikiwemo kutumiwa ujumbe mfupi wa maneno katika simu zao, kupigiwa simu na kutakiwa kutoa kiasi fulani cha fedha ili kupata nafasi hizo.